Kama tunavyojua na kama tunavyoelewa hapa duniani, tuko na magonjwa mengi zaidi tena, mpaka mengine wana science na madaktari bingwa wameshinda kuyatafutia dawa, lakini leo hii nakuletea yale magonjwa kumi yanayosababisha vifo vya watu wengi zaidi duniani. Magonjwa kumi yanayosababisha vifo vya watu wengi zaidi duniani. Lakini pia haya magonjwa ni kwa utafiti wa Global Burden wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na wa WHO shirika la afya duniani. Uh, tukianza na namba kumi, leo hii katika yale magonjwa yanayosababisha vifo vya asilimia kubwa zaidi duniani ni kifua kikuu alimaarufu kama TB katika nafasi ya kumi. TB <tipi> ni gonjwa ambalo linasababisha asilimia mbili nukta sifuri ya vifo vya watu duniani, yaani vile vifo vinavyotokea duniani vya watu wote ni asilimia mbili nukta sifuri vinasababishwa na TB, kifua kikuu. Kifua kikuu dalili zake ni kikohozi kisichokwisha, kutokwa na jasho nyingi usiku, na kupungua kilo kwa kasi, yaani kushuka uzito kwa kasi. Uh, ukiona dalili hizi basi jua tu ni dalili za kifua kikuu lakini pia hapa kuna tiba zake ambazo unaweza ukajigaidi uh, ni kuepuka kushika uh, majimaji ya mgonjwa wa kifua kikuu na pia kuepu, na pia kujilinda kwa kuvaa barakoa uh, katika nafasi ya tisa leo hii tuko na gonjwa la figo Magonjwa ya figo yenyewe yanasababisha vifo vya watu asilimia mbili nukta moja duniani, yaani watu wale wanaofariki kwa dunia ni asilimia mbili nukta moja husababishwa na magonjwa ya figo. Magonjwa ya figo dalili zake yenyewe ni kutokwa na mkojo mara kwa mara, kupungua uzito kwa kasi, na kuvimba miguu na uchovu wa muda mwingi. A pia unaweza ukajikinga kwa kula chakula chenye virutubisho vyote, kufanya mazoezi na kunywa maji mengi. Katika nafasi ya nane leo hii ni magonjwa ya kisukari. Magonjwa ya kisukari yenyewe yapo nafasi ya nane yanasababisha vifo vya watu wengi duniani kwa asilimia ya mbili nukta nne Magonjwa wa kisukari yanasababisha asilimia mbili nukta nne kwa vifo vya watu duniani. Lakini pia dalili za ugonjwa wa kisukari ni kupata kiu mara nyingi, kiu ya maji, unakuwa unatamani kunywa maji mara muda wote, uchovu na kwenda haja ndogo mara kwa mara. Lakini kujikinga ni kupata chakula bora, kwenda kufanya vipimo vya sukari na kunywa maji mengi. Nafasi ya saba leo hii tuko na magonjwa ya akili. Magonjwa ya akili au dalili za kupoteza kumbukumbu, pia hii inasababisha vifo vya watu wengi, kama vile kujiua na kujizuru wenyewe. Asilimia ya vifo mbili nukta saba vyote duniani, yaani asilimia ya vifo mbili nukta saba kutokana na dalili za akili dalili za kupoteza kumbukumbu -kumbu, shida ya kufikiri, mabadiliko chanya pia usababisha na msongo wa mawazo. Jinsi ya kujikinga ni kufanya mazoezi, kula vyakula vilivyo na virutubisho na kuepuka msongo wa mawazo, yani kurefresh, kukaa sehemu za mchanganyiko wa watu, kubadilishana mawazo pia usaidia. A, nafasi ya sita tuko na kansa ya mapafu. Kansa ya mapafu imechukua nafasi ya sita kuwa na gonjwa la linalosababisha vifo vya watu wengi zaidi duniani likiwa linasababisha vifo vya watu asilimia mbili nukta saba. A, dalili zake ni kikohozi kisichokwisha, maumivu ya kifua, kupumua kwa shida na kupungua uzito kwa kasi, pia husababisha kuwa na mpaka kukooa wa wakati mwingine damu. Hii ni dalili ya kansa ya mapafu. Lakini pia jinsi ya kujikinga, kuepuka kuvuta sigara, kuepuka uchafu wa mazingira kama moshi na kuchoma vitu visivyokuwa na utaratibu na kula vyakula vyenye virutubisho, hiyo inaweza kukutengenezea pia uh, kinga nzuri kuepuka kansa ya mapafu. Nafasi ya tano tuko na magonjwa ya maambukizi ya hewa kwa njia ya chini. Nafasi ya tano tuko na maambukizi ya magonjwa kwa njia ya hewa kwa njia ya chini <tipos> a, <clears throat> asilimia ya magonjwa inayosababisha vifo vya watu ni asilimia tatu pointi sita vifo vya watu duniani, lakini pia dalili zake ni kukohoa, uchovu na kikohozi na kupumua kwa shida. A, unaweza ukajikinga kwa kufanya mazoezi, kuepuka kugusana mikono na kuepuka msongamano wa watu wengi. Nafasi ya nne leo hii tuko na ugonjwa wa mapafu yasiyozuilika, tuko na ugonjwa wa mapafu yasiyozuilika, lakini asilimia ya vifo ambavyo hupatikana katika magonjwa haya ya mapafu yasiyozuilika ni asilimia tano nukta mbili asilimia tano nukta mbili duniani husababishwa na vifo vya magonjwa vya mapafu yasiyozuilika. Dalili zake pia ni kikohozi cha mara kwa mara, uchovu na kupungua uzito kwa kasi, lakini unaweza ukajikinga. Lakini pia unaweza ukajikinga kwa kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusana na kuepuka misongamano, kwa sababu haya magonjwa huambukizwa pia kwa njia ya hewa. Unaweza ukaepuka hivyo vitu. Ah, nafasi ya tatu tuko na magonjwa ya kiarusi. Kiarusi wataalamu wanaita stroke. Aa, hii pia usababisha vifo vingi sana vya watu duniani kwa asilimia kumi nukta mbili. Asilimia kumi ni vifo vingi sana vya watu duniani ufa kwa stroke au kiarusi. Ah, dalili zake ni kupooza upande mmoja wa mwili, shida ya kusema au kuzungumza, pia maumivu ya kichwa makali. Hizi ni dalili ambazo husababisha kiharusi. Jinsi ya kujikinga ni kudhibiti shinikizo la damu a, kuepuka uvutaji wa sigara na kufanya mazoezi na kula chakula bora chenye lishe nzuri. Pia nafasi ya pili leo hii tuko na Covid kumi na tisa au Covid 19 Kama tunapokumbuka gonjwa hili limetikisa sana dunia, limetokea mwaka 2019 mpaka 20, limetikisa sana dunia, limesababisha vifo vingi sana vya watu. Lakini pia COVID-19 imechukua asilimia kumi na mbili nukta nane ya vifo vya watu duniani. Ni asilimia kubwa sana, kumi na mbili nukta nane ufa kwa COVID-19. COVID-19 dalili zake ni homa, kikohozi, uchovu kupumua kwa shida na maumivu ya mwili. Lakini pia unaweza ukajikinga kwa kuvaa barakoa, unao mara kwa mara, kuepuka misongamano ya watu isiyokuwa na lazima. Hiyo pia unaweza ukajikinga na kujiweka vizuri. Kabla hatujaenda kwenye namba moja, ni kukumbushe tu usisahau kushare, kusubscribe channel hii na kucomment kwa vipindi vinavyofuata. Uh, namba moja leo hii katika magonjwa yale kumi ambayo yanasababisha vifo vya watu wengi duniani, namba moja ni ugonjwa wa moyo, mishipa ya damu yaani inaitwa heart disease. Heart disease ni magonjwa ambayo yapo kwenye nafasi kubwa yanayosababisha vifo vya watu wengi duniani, husababisha vifo vya asilimia kumi na tatu, asilimia kumi na tatu husababishwa na magonjwa ya moyo yaani ya kuziba kwa mishipa, na dalili zake ni maumivu ya kifua, kupumua kwa shida, uchovu na kichefuchefu. Ukiona dalili hizi, basi ujue kabisa una shida ya moyo. Jinsi ya kujikinga ni kula chakula bora, kufanya mazoezi, kuepuka uvutaji wa sigara na kudhibiti shinikizo la damu. Nadhani hapo utakuwa umeweza kujikinga vizuri zaidi na kuepuka magonjwa haya. Ah, asilimia kubwa ya magonjwa haya tunaona kabisa kinga yake ni mazoezi. Wameweka sana msisitizo kwenye mazoezi, kula chakula kilicho bora na kunywa maji mengi. Mazoezi ni kitu ambacho kinaweza kikakuepusha na gharama na mazoezi si gharama. Mazoezi unaweza ukafanya ndani hata ya nusu saa tu, ile loliweko ukatembea, ukawa umefanya mazoezi, ukawa umeingiza kitu, umejiepusha na magonjwa kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo sisi kama tunavyoelewa, hasa kwa nchi yangu Tanzania au kwa bara la Afrika, asilimia kubwa sisi ni wavivu sana kufanya mazoezi, tuzingatii katika kile chakula kilicho bora Chakula bora si mpaka ule vyakula vizuri. Chakula bora ni kile chakula ambacho kinazingatia lishe zote. Aa, kufanya mazoezi ni kitu kilichosisitizwa ili kuepukana na hivi haya magonjwa, kuepukana na zile gharama kubwa ambazo unaweza ukaja ukazipata kwao. Nacho tu toa wito kwa Watanzania na kwa watu ambao wanaangalia video hii, ufanye mazoezi kuepukana na haya magonjwa, tule vyakula vilivyo bora na pia tutumie maji mengi Aa, Jina langu naitwa Gideon Rex. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment ili kuwezesha kipindi kijacho mpaka wakati ujao. Ciao. Hawa ndio walioingia kwenye Top Ten. Leo tunakuletea mambo kumi ndio walioingia kwenye Top 10. Leo tunakuletea mambo kumi Racha.